Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya njema. Pia napenda kuwakaribisha washiriki wote mliofika kuhudhuria semina hii muhimu itakayowahusisha maafisa waandikishaji wasaidizi na waendesha Mafunzo haya yatahusisha namna bora ya na unezaji wa fomu hutumia mfumo wa kuandikisha wapiga kura voters registration system kwa kifupi VRS.

Ninawatakia mafunzo mema na utendaji mzuri katika zoezi hili lililopo mbele yenu. Na sasa ninatamka ya kwamba mafunzo haya yamefunguliwa wakiandikisha kuwa wapiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Asanteni.